Ujambo na karibu langu. Jina ni maskini msomi, na hii ni maskini msomi TV, kituo ambacho kinakupatia taarifa kemkem na matokeo pindi yanapochipuka. Taarifa ambayo imenifikia kutoka nchi jirani ya Tanzania ni kwamba Jesca Magufuli anasema zawadi ya kipekee aliyowahi kupewa na baba yake ni gari aina ya IST. E, na siku alipokuwa anaenda kuanza kazi, baba yake hayati Magufuli alimwambia, uraisi sio wako, uraisi ni wangu. Unapoenda kazini, heshimu watu wote, hata uliowazidi cheo, hata kama ni mfanya usafi, mpe heshima yake. Hayo ndio mambo ambayo marehemu baba yake amewahi kumshauri kipindi ambacho alienda kufanya kazi. Hayo ni ikumbuke ya kwamba Jesca Magufuli alionyesha uhusiano mwema. Kwa kipindi ambacho alihudhuria maseshi ya Raila Morodinga kwa sababu alisema ya kwamba, uh, Raila Morodinga alikuwa ni rafiki, eh, wa kweli wa baba yake hayati John Pombe Magufuli. Kwa hivyo, kulingana na yale maelezo ambayo na ushauri ambayo Jesca Magufuli alipewa na babake, ndio amemfanya awe mtu maarufu na mtu mwenye heshima kwenye kazi na mtu ambaye anaheshimu watu. Ni kumbuke ya kwamba kipindi ambacho unaelezwa kile ambacho unafaa kufanya kwa maisha, unafaa uchukulie serious sana kwenye maisha yako, kwa sababu ni kitu ambacho kitakuja kupatia mwongozo mzuri katika maisha yako na ukawa ni mtu ambaye anapigiwa upato na watu na kuwa kama mtu akuiwa kwa watu wengine. langu jina lasalia kuwa Maskini Msomi, na hii ni Maskini Msomi TV. Kila ambacho nakuomba ni kwamba nisaidie kunipiga cheki kwa kusubscribe na kushare content hii, ndio iweze kuenda mbali na tuweze kuinuana na kutakia kila laheri.